Nam, kama nilivyokuarifu, kwenye mjadala wetu wa leo tunajikita nchini Tanzania ambako uchaguzi uliofanyika hivi karibuni umemalizika katika mazingira ambayo kila aliyofutilia na akatoa tathmini ya haki anaweza kusema umeacha mgawanyiko mkubwa. Sio tu kwamba ulifanyika chini ya kiwingu cha maandamano makubwa ya umma, bali saa chache baada ya zoezi la kupiga kura kwanza, taifa hilo la Afrika Mashariki lilitumbukia kwenye kiza cha kukosa taarifa kwa karibu siku sita, mtandao wa intaneti ulitoweka, magazeti karibu yote yakasitisha uchapishaji na vyombo vingine vya habari kwa maana ya redio na televisheni vilitumbukia kwenye ukimya usio wa kawaida. Karibu kila niliyezungumza naye nchini Tanzania anasema kwa siku zote hizo hakuna aliyepata taarifa yoyote kuhusu uchaguzi. Vurumai iliyozuka kutokana na maandamano au kile ambacho mashuhuda wanakitaja hivi sasa kuwa mauaji ya kutisha na ukandamizaji uliokuwa ukifanywa na maafisa wa usalama. Yumkini kila mtu nchini Tanzania hivi sasa alikuwa akijiuliza, na pengine hata sasa bado anajiuliza, vyombo vya habari vya nchi hiyo vilikuwa wapi? Vilikuwa wapi kuwafahamisha yaliyokuwa yakijiri nchini mwao? Vilikuwa wapi kuwaarifu nini cha kufanya katika mazingira yaliyokuwa yanaonekana wazi kuwa ni hatari? Au vilikuwa wapi kuwapa jukwaa la kusema na kutoa maoni yao? na pengine swali muhimu zaidi, hata sasa, vyombo vya habari nchini Tanzania viko wapi? Maswali hayo na mengine ndio tutajaribu kuyatafutia majibu mchana huu, na nimewaalika hapa udato ni Deodatus Balile, yeye ni mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania. Pia tunaye bwana Edwin Soko. Soko ni mwenyekiti wa taasisi ya vyombo vya habari vya nchi za kusini mwa Afrika, MISA tawi la Tanzania, na kutoka Maryland nchini Marekani ni mwandishi wa habari Mobelwa ndio, natumai nyote mnanisikia na ni ruhusu nianze ni na Deodatus Balile, mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania. Balile, nini kilitokea nchini Tanzania kiasi taifa lenu likatumbukia kwenye kile nilichokisema kwenye utangulizi, kiza cha kukosa taarifa katika wakati muhimu zaidi kwa taifa hilo, wakati wa uchaguzi? waandishi na wahariri mlikuwa wapi? Aa, kwanza ni shukuru kwa kunialika kwenye mjadala huu lakini nijibu sasa sehemu ya swali hilo, kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Kwamba kabla ya uchaguzi vyombo vya habari vilipata taarifa kwamba kuna mwelekeo vijana wengi walikuwa kwenye mtandao wakihamasishana juu ya maandamano, na wakuu wa vyombo vya habari na baadhi ya taasisi na wahariri waandamizi wakatoa tamko la kueleza kwamba, Tanzania ikiwa watatekeleza hilo wanalolitekeleza basi wanaweza wakatumbukiza nchi katika machafuko na tukaeleza madhara ambayo yanaweza kuwapata, na wanaohamasisha kwamba wanaishi nje ya nchi. Kilichofata ilikuwa ni siku moja kabla ya uchaguzi. Baada ya uchaguzi, watu walianza vizuri kupiga kura, ukiangalia vyombo vya habari vilikuwa vikihabarisha ni nani amepiga kura wapi, makamu wa rais amepiga wapi, eh, rais amepiga pale Chamwino, wagombea wa upinzani wamepiga wapi, lakini hasa kukatokea sasa, wimbi la maandamano likaanzia pale Ubungo kama saa nne na nusu kuelekea saa tano hivi, na baada ya hapo sasa, maandamano tunayoyashuhudia katika nchi nyingi, inakuwa wale waandamanaji wameongozana, wapo kwenye barabara kuu, wanaelekea labda ofisi fulani kupeleka ujumbe. Sasa hii ilipoanza tu, nyumba zikaanza kuchomwa zi, vituo vya, vya kupigia kura vikaanza kuchomwa vituo vya mwendokasi vikaanza kuvunjwa, matukio ambayo ukiangalia yaliwahi kutokea Marekani yanatajwa moja kwa moja kwamba ni ugaidi, lakini sisi huku inakuwa ni haki ya waandamanaji kwamba wakivunja, wakivunja lakini. tafadhali Bwana Balile, wewe ni, ni mwandishi wa habari. Jukumu lako ni kwenda kukusanya kinachoendelea kukihariri Ndia. na kukichapisha kwa, kwa walaji, na hicho ndicho kwa sababu kile unachokieleza sasa ni mfululizo wa matukio yaliyojitokeza baada ya wakati zoezi la kupiga kura, kura linaendelea, ambalo kuanzia hapo kwa siku tano baadaye watanzania hawakujua nini kilitokea na nini kilikuwa kinaendelea. Nilikuwa nimefikia hapo kwamba hiyo ndo maana mlifahamu kwamba vituo vinavunjwa, magari yanachomwa, ni kwamba tulikuwa tukifanya kazi yetu. Baada ya hapo E, serikali ikapoteza mtandao hewani ikaondoa network ya internet, na baada ya kuondoa network ya internet ndo tukabaini kwamba kumbe redio nyingi, TV nyingi, magazeti, mifumo mingi hapa nchini inategemea internet. Kwa hiyo ikawa hata mitambo ya kuchapa magazeti haiwezi kuendeshwa, ndio maana umezungumza hapo mwanzo kwamba kwa siku sita magazeti yalikuwa yachapishwi nchini. Kwa hiyo tukajikuta kwamba huna jinsi ya kupeleka taarifa sehemu yoyote WhatsApp uwezi kuifungua, uwezi kuupload kwenye website, uwezi kufanya nini, ukabaki kuendelea kukusanya taarifa kadri tunavyozipata. Bali ile pamoja na hicho unachokisema, lakini sicho ambacho ukisoma mitandaoni wale wanaovilaumu vyombo vya habari nchini Tanzania wanachokisema. Wana, wana wanasema ni kwamba hamkuwepo kabisa, kwa maana katika mazingira hayo ya uchaguzi unaendelea furumai kwa bahati mbaya imejitokeza kutokana na maandamano ya umma e, ilitarajiwa waandishi wa habari wawe kwenye mitaa na pengine kuarifu kile kinachoendelea wananchi, na na, na taarifa zinasema hata vyombo vya habari ambavyo havitegemei kwa mfano mtandao wa intaneti, kama kama redio na televisheni zilikuwa zinaendelea kurusha maudhui mengine ya muziki. Balile, ukiniambia hatukuwepo, mimi mpaka saa saba usiku nilikuwa ofisi ya mtendaji wa kata Gongo la Mboto iliyoungua na gari langu likapata pancha, nikiwa huko huko usiku nimepita katikati ya maaskari nimekwenda mpaka kuona tukio lilivyo, kama nisije kusimuliwa. Kwa hiyo huyu anayesema hatukuwepo ni, ni kawaida kwenye social media. Unajua, tuna tofauti kati ya waandishi wa habari na wachangiaji kwenye mitandao ya kijamii. Waandishi wa habari tunafanya kazi ya kukusanya, kuchakata na kuchapisha wale wa mitandao ya kijamii wanakusanya na uh, uh, kuchapisha na pengine kuingia kwenye harakati kuweka hisia, na naomba na nimsikie Edwin. Edwin Soko, wewe ni mwenyekiti wa taasisi ya vyombo vya habari vya nchi za kusini mwa Afrika Misa. Jukumu lenu mojawapo ni kuhakikisha uhuru wa vyombo vya habari unakuwepo katika mataifa ya, ya, ya nchi za kusini mwa Afrika. Nataka na wewe nikuulize swali lile: waandishi wa habari nchini Tanzania walikuwa wapi kwa siku tano hadi sita za wakati zoezi la kupiga kura limeanza, matokeo yametangazwa, maandamano ya umma yalipozuka yalipo hadi hivi majuzi. Uh, asante sana kwanza, kabisa ni, ni shukuru kwa kupata nafasi hii niliyoipata, lakini pili nitoe tu pole kwa waandishi wa habari uh, wote ambao wamepata madhira pamoja na Watanzania, na wale waliopoteza maisha basi Mwenyezi Mungu awarehemu roho zao huko uh, peponi. Mimi nianze tu kwa kuzungumza, kuna mambo mengi sana ambayo yalikuwa yamechangia ukimi ambao ulikuwa umetokea wengi tunajua katika context ya Tanzania na hasa katika siku yenyewe ya Oktoba ishirini na tisa, vyombo vya habari asubuhi vilianza kufanya kazi zake vizuri sana na kuonyesha watu wakipiga kura katika maeneo mbalimbali, lakini baadaye tukaingia katika kiza kingine baada ya maandamano haya y kutokea. Kuna vitu vikuu viwili ambavyo nataka nieleze ambavyo vimechangia sana sana kwa vyombo vya habari kutoonekana. Uh, kwa nafasi ya ukamilifu wa asilimia mia moja. Kwanza kabisa ni suala la hofu, na pili ni suala la taharuki, kwenye mazingira kama haya ambayo hatujawahi kuyaona nchini Tanzania na tumepita kwenye wakati mgumu sana, lakini jambo ambalo sitaki kutoka katika leli ni kueleza dhima ya vyombo vya habari ni tatu: kuelimisha, kuhabarisha na kuburudisha. Lakini je, siku hiyo vilifanyika vipi katika muktadha wetu wa Tanzania? Na sisi kama taasisi ya vyombo vya habari tuliweza kuzungumza, tukasema kwamba kazi kubwa katika vyombo vya habari ni kusimama kama mediator, kama msuluhishi wakati wa sintofahamu yanapojitokeza miongoni mwa waandishi kama sababu unayoamini ndio ilichangia vyombo vya habari vikatoweka kabisa hewani na havikugusia kabisa yaliyokuwa yanatokea baada ya vurumai ya maandamano. Uh, kuzuka hofu imetokana na nini? Kulikuwa pengine na amri au uh, maelekezo yoyote yaliyotolewa na vyombo vya mamlaka nchini Tanzania kwa vyombo vya habari kuwa havipaswi kuripoti yanayoendelea? Uh, kwa siku hiyo sitaki kusema kwa asilimia um, mia kwamba kulikuwa na maagizo hiyo, sitaki kusema, lakini tunazungumzia hofu zenyewe za wafanyaji kazi wa vyombo vya habari. Tanzania bado inahesabika kama ni uh, nchi ambayo ina sheria zake ambazo lazima mwandishi aweze kuishi nazo, kwa hiyo hata mwandishi anapofanya kazi zake lazima aishi katika kanuni, misingi na na taratibu zenyewe za kisheria, na wakati mwingine taratibu hizi zinamfanya kabisa kuweza kutazama katika muktadha wa tahaluki, kama siku hili ambazo zilikuwa zinatokea, obvious kwamba mwandishi wa habari lazima arudi nyuma kwenye kufanya kazi zake kiuangalifu zaidi. Wakati mwingine anaweza akaona kontenti ambayo inamwelekeza kwamba kontenti hii yawezekana nitaingia katika uchochezi, na anajua kabisa wakati mwingine hao nitaingia katika uh, hatuma, fulani katika, kwa mujibu wa sheria zetu za hapa nchini, ninaweza wapi nikawa katika sehemu salama? Kwa hiyo hiyo ikawa ina changamoto kubwa, lakini changamoto nyingine ni kwamba kulikuwa kuna mgongano um, kidogo wa maadili ya uandishi wa habari pamoja na sheria zenyewe ambazo kwa mujibu wa, wa, wa maadili ya waandishi wa habari, wakati labda wa maandamano, inabidi mwandishi awepo mitaani na aweze kutafuta taarifa mbalimbali ili mlaji aweze kuja kuzipata. Lakini je, wakati huo kuna amri ambayo imetolewa, uh, ya kusema kwamba sasa katazo la waah wananchi, wasi, wananchi, wasi, wananchi wasionekane katika. Lakini Bwana ba, soko, ba, soko, hata wewe unafahamu kwamba amri ya kutotoka nje ilitolewa to, ili ilikuwa inahusu tu jioni saa kumi na mbili, siku nyingine kwa maana masaa kumi na mbili ya siku uh, uh, waandishi pia mlikuwa mnazuiwa? Kwa kifupi kabla sijakwenda kwake Bandio No, no, ha, waandishi hatukuwa tumezuia kwenye hivyo, lakini kama unakumbuka, nimezungumza kabisa kwenye mazingira ambayo mtu mwenyewe lazima atazame taifa lipo kwenye wakati mgumu, inabidi afanyeje, na wakati huo kuna sheria zinazokandamiza wakati mwingine kufanya kazi zake ki kiweredi zaidi anatakiwa asimame wapi? Kwa hiyo ile hofu ya kujengana huku, kuna sheria za ufanyaji wa kazi zinamfanya mwandishi asiwe salama kuja kutekeleza wajibu wake. Nitarudi ni kwako baadaye. So, kwa kwa sababu unavyozungumza ni, ni kana kwamba unataka kuonesha kuwa jukumu la uandishi wa habari ilikuwa tu ni kwenda kueleza kuhusu maandamano. Wananchi wanalalamika hawakupata taarifa zote, sio kuhusu maandamano tu, kuhusu uchaguzi ulivyokuwa ume, umefanyika matokeo jinsi yalivyokuwa yanatangazwa na mengine. Nitarudi kwako kwa, soko ujaribu kutupa mtazamo wako kwenye hilo e, Mobeloa Bandio, lawama zinazotolewa na Watanzania na kwa hakika kwenye mitandao ya kijamii, vyombo vya habari vinashambuliwa vina sana e. Vyombo vya habari nchini humo vinastahili, vina lawama hiyo kwamba vilikwepa wajibu na jukumu lake wakati muhimu kabisa nchini Tanzania, Bandio? kuna sehemu ya lawama ambavyo vinastahili hiyo, ni la kwanza, japokuwa inawezekana vyombo vya habari visiwe chanzo cha hizo lawama. Hapa tunazungumzia mambo kadhaa. Kwanza, kama ilivyo wenzangu, nishukuru kwa nafasi hii, lakini pia kushukuru kupata nafasi ya kuwa na kakabalili pamoja, pia ndugu Frank hapa. Uh, nafasi nzuri kuweza kujadili hili na, na kuweza kuona vipi tunaweza tukasonga mbele. Kuna mambo kadhaa ambayo binafsi naweza nikayaona. Kwanza, unaangalia kwamba desturi inaonyesha kwamba waandishi wa habari hulindwa vipi katika nyakati kama hizi. Um, nakumbuka, sikumbuki jina David kuna, kuna baadhi ya waandishi wa habari ambao wanajikuta wanapokuwa miongoni kat... mwa... mwa hizi shughuli hawako salama kwa namna yoyote. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kwamba waandishi wa habari hata kama wangekuwa me... wamekwenda sehemu um, ambayo kuna maandamano tu ya kawaida ambayo upo uwezekano polisi wakaja kuyatawanya wao hulindwa kwa namna gani? Hatuko hatuna hatuna rekodi nzuri ya kufanya hivi ya nchini Tanzania. Jambo la pili, kuna suala zima la sheria kwamba hata utakapokwenda kuripoti sheria inasemaje? Um, sheria sasa inasemaje hasa katika suala zima la kujaribu Unajua, kuna baadhi ya vipengele ambavyo kidogo vinambana mwandishi. Anaposema kwamba kama imetokea um, shida ya ama ama kuna wasiwasi ama kuna habari ambayo imesema kwamba taarifa iliyopo hivi sasa ni kwamba watu mia saba wameuawa, mwandishi wa habari anatakiwa afanye nini kabla hajasema hicho kitu? Anaweza akawa na sound bite inayosema hivyo, lakini um, sheria inasemaje kwamba ni lazima athibitishe kwa namna gani kabla hicho kitu hajaenda kukitangaza? Hiyo inambana, na wakati mwingine unajikuta inakufanya usipate muda wa kwenda kukimbia kwenda kuzitafuta zile habari uhalisia wa habari, kwa sababu itakusababishia matatizo kwa mbele. Lakini kuna suala la tatu pia tangu tuangalie, uh, sijui labda ndugu yangu, um, kaka hapo Deodatus anaweza akawa na, na, na, um, na takwimu um, ni asilimia ngapi ya vyombo vya habari nchini Tanzania hasa vikubwa vinamilikiwa ama vina hisa kubwa ambazo ni za ama wanasiasa au watu walioko serikalini? mm-hmm. Hapo sasa tunaweza ukaona kwamba ni kwa namna gani watu wale wanaweza wakahofia hata kama hujapewa amri, lakini kama unachuja mwenyewe taarifa, unaamua kipi cha kuripoti na kipi cha kuacha. na Bandio, tusimame kwanza hapo kidogo, nataka nimsikie Deodatus Balile. nikimsikiliza soko anachokisema, na nikimsikiliza Bandio, inaonyesha waandishi wa habari hmm, wa Tanzania hamna meno kabisa, ama mnalazimika tu kuripoti matukio yasio na rabsha ama vurumai? Na nikitokea vurumai, hamna jukumu lolote Uh, nadhani kwanza sio kweli na nikubaliane na Soko sehemu aliposema, lakini amesema kama kwa mashaka hivi. Kwa uhalisia, hatukupata amri yoyote ya kusema kwamba mwandishi wa habari asiripoti haya matukio. Hakuna amri iliyotolewa ya hivyo. Kilichotokea ni pale nilipokuambia internet ilipogeuka silaha baadala ya kuwa kitendea kazi, kwamba wakaanza kuona kwamba serikali wakaona kinachoendelea hapa Dar es Salaam kinahamia Mwanza, kinahamia Songwe, wakajipo, wakazima internet. Waandishi wa habari waliokuwa field hawakuwa na jinsi ya kupeleka hizo taarifa kwenye vyombo vya habari, movement ilikuwa ni ngumu kweli, kutoka kituo kimoja kwenda kingine. Lakini hata hao wanaoshambulia kwenye mitandao ya kijamii kwa hizo siku sita hawakupeleka hayo maandishi wanayoyapeleka kwenye mitandao ya kijamii. Simu walikuwa nazo kama makopo, kama vivi, hazifanyi kazi yoyote. Ni mpaka hapa mtandao uliporejea ndipo mawasiliano yamerudi. Angalia vyombo vya habari, na leo gazeti la la Mwananchi kwa mara ya kwanza limerudi tena mtaani. Gazeti la Jamhuri tunajiandaa kwa ajili ya kurudi mtaani. Kwa hiyo wanapotulaumu waangalie na mazingira tuliyokuwemo, kama wao walivyokuwa hawawezi kutuma meseji kwenye TikTok kwenye WhatsApp ni, na mengine nimesema ni, ni pia kwenye utangulizi. Bwana Balile muda unatupa ni. Mkono unakimbia kule, kweli ilisema kwenye utangulizi, sio tu wanauliza mlikuwa wapi, lakini hata sasa wanauliza mko wapi, kwa sababu huduma ya internet tunaarifiwa imerejea zaidi ya siku mbili zilizopita zilizo. Rais mpya Samia Suluhu Hassan ambaye ameshinda uchaguzi huo kwa mujibu wa tume ya uchaguzi nchini humo amekwisha apishwa na anaanza kuunda kuunda Serikali, lakini yako matukio yanayotajwa yalifanywa na maafisa wa usalama wakati wa uchaguzi, na watu wanayasambaza kwa kasi, na na ziko taarifa zinazosema uko ukweli kuhusiana na, ma, na, ma, na matukio haya. Vyombo vya habari vya Tanzania, inaonyesha mko kimya pia. Uandishi wa habari ni taaluma, ni taaluma, kwa maana ya kwamba sisi tuko tofauti na social media. kwa mfano kuna takwimu inasambaa ukiangalia, eh, UNESCO wanasema watu kumi wamekufa E, Al Jazeera wanasema watu mia saba au hao. Al Jazeera kuna posti nyingine wanasema mia nane Sisi waandishi wa habari lazima tu verify information nenyewe. Uko Tanzania, nimekwenda... eneo ambako matukio haya yanasema kwamba yametokea, nimekwenda kwenye hospitali kadhaa. Nina gazeti ambalo linaitwa Jamhuri, litatoka hiyo siku ya Jumanne na kila mtu, kwa sababu hatuwezi kuchapisha kama social media wanavyofanya. Wenyewe akikutana na kipande kimoja, wanaambizana, leo nimeona mtu anafanya disinformation huyu, ambaye amechochea kwa wingi, anasema serikali ya Tanzania imeingia mkataba na Uganda, Bukoba itakabidhiwa kwa Uganda, jambo ambalo ambalo haliwezekani. Sasa sisi kama wanahabari tukisema hilo ni uongo hivi kama nilivyosema hivi, kwenye social media wanaanza kunishambulia. Kwa hiyo wakati mwingine tunawasikiliza, ila tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba nchi yetu haianguki kuwa kama Somalia, kama Watanzania mm. maana tukishaiangusha hata ya magazeti takuwa hatuna pa kuyauzia Edwin, Edwin, Edwin Soko, una unasemaje kuhusu hizo hoja zinazojenga balili za baada ya huduma, kwa mfano kama ya internet kurejea, maswali yanaulizwa, hata namba ninyi Tanzania, baki vyombo vya habari vya Tanzania Badili amesema, ametaja mashirika kadhaa yanatoa idadi ile na ile na ile, lakini nyinyi nchini Tanzania hata kusema mmoja ama wawili ama hakuna kabisa, mbona hatusikii Soko na, na, na. Nafikiri bado nisisitize hapo hapo kwamba lazima tutazame muktadha wa sheria zetu. Kwa mfano, mwenzangu Barili amezungumzia, kwa taaluma ya uandishi wa habari yenyewe inasimama, ni, ni taaluma ya watu ambao ni professional ndani yake. Kwa mfano, katika suala la kitakwimu tunajua tuna sheria ile ya takwimu, uh, statistic acti nchini Tanzania. Kwa hiyo sisi tunavyopokea taarifa fulani, lazima tuzifanyie uchunguzi, lazima tuzichakate, lazima tuende upande wa pili tuweze kujua mamlaka inasemaje, tuweze kubalance na kuweza kuja kuzitoa tofauti na uhuru waliokuwa nao watu katika social media. Mtu anaweza akaandika moja, mbili, tatu, na tofauti ya sisi na wao huku, sisi chombo cha habari kufanya hivyo ina maana ni kuwajibika kwa mwandishi wa habari. Sheria ya Media Services Act yenyewe inakutaka mwandishi wa habari kama mwanataaluma uweze kuwajibika mwenyewe. Kwa hiyo hilo ni la kwanza. Kuchelewa kwa taarifa, wakati mwingine tunachelewa kwa sababu ya kutaka ku balance, ya kutaka kupata accuracy ya kile ambacho tutakipeleka kwa walaji wetu. Hicho eh, ni swala la msingi sana. Kwa upande wenu itachukua muda kiasi gani mnadhani? Vipo vyombo vya habari, tumeshaanza kutoa taarifa mbalimbali na fikiri za kitakwimu, itakapokamilika tutaona kupitia katika vyombo vya habari na kingine kizuri, kwa mfano sisi taasisi ya vyombo vya habari kusini mwa Afrika ni taasisi ambayo tunajikita kutafuta hizi takwimu kwa upande laba wa waandishi wa habari na kuweza kuziverify, na tutatoa katika ripoti zetu za ndani na itakuwa ni public. Hata nyiye mkitaka mnaweza kuja kuzitumia kwa. Kwa hiyo tunahitaji muda kuweza kufuatilia na kuweza kuzidokumenti ili ziweze kuwa na uhalali zaidi zaidi, wao kwa Eh, niwie radhi Mubelwa Bandio, muda wetu umekuwa mfupi sana kwa kweli, utaniwia radhi, najua umezungumza mara moja tu, lakini ni kushukuruni sana Edwin Soko, Deodatus Balile na Mubelwa Bandio kwa kushiriki mjadala mm, wetu huu. Shukrani sana, tusikilize makala tulikuandalia.